Maarufu Gadafi mimi nimeguswa kwa sadaka kwa ajili ya mama yetu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama Samia Suluhu Hassan. Sadaka hii nimeitoa hapa kwa ajili ya yeye, anapofanya kazi, kazi ilikuwa nzuri, kazi ilikuwa bora, anahudumia wananchi, anafanya jambo ambalo kila mtanzania leo anaona, na nimeguswa kwa sababu anaingia kwenye kipindi cha uchaguzi. Ni sadaka hii inaguswa Mwenyezi Mungu wa jelile aweze kushinda kwa kushinda. Na pili, namshukuru rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kuteuliwa viongozi bora, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mheshimiwa mkurugenzi, kwa kazi nzuri kwa wanazozifanya ndani ya mkoa wa Kilimanjaro na hasa katika jengo letu la Mashingini. Kwa hiyo wanamuunga mkono kwa jitihada nzuri rais anazofanya, na wakuu wetu wa wilaya wa mkoa na mkurugenzi, kwa jinsi wanapomuunga mkono rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa serikali hii, nilikuwa kwa pamoja ili waweze kusema waweze kusema kufanya kazi vizuri. Kwa jina la Ibrahim Isa, ni muumini wa dini ya Kiislamu. Kwa kweli nimefurahi, nimeshiriki, nimepokea sadaka hapa kutoka kwa ndugu yetu, sadaka ambayo imelenga kumuombea rais wa Tanzania, na mimi nimeshiriki. Kwa hiyo ah, kumuombea rais wa Tanzania sana, mheshimiwa rais, na kwa sadaka hii ambayo tumepokea wa dini ya Kiislamu, na mtakia heri na mafanikio makubwa katika akaoa mwaka huu e, shiriniuefuauomanslsbaahamurahim kwa jina anaitwa Thabiti Haji Tarimo, Imamu Mkuu wa msikiti huu wa Riadha kutokana na tukio lililofanyika leo la sadaka kwa ajili ya kumuombea mama yetu, ni jambo jema kabisa ambalo analiridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali na mtume wake umetuhimiza sana kukabiliana na, ma, na majanga ya aina yoyote, iwe unamuomba Mwenyezi Mungu heri, iwe unamuomba kuepusha na balaa, pia tunahimizwa kutoa sadaka. Kwa sadaka hii iliyotolewa leo ikiwa nia na dhamira kumuombea mama yetu Samia Suluhu Hassan ni mahala pake, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sadaka malipo yake yanakuwa ni makubwa zaidi, na dua ya muumini inakuwa inapokelewa haraka zaidi kuliko masiku mengine. Kwa hiyo tuna uhakika dua hii kwa sadaka iliyotolewa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipokea, kwa sababu aliyetoa na dhamira njema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kumuomba amuhifadhi mama yetu, amekushia na uadui wa nje na ndani, amjalie akamilisha mipango yake kwa lengo la kuwahurumia viumbe wa Mwenyezi Mungu. Anayoyafanya mama yetu ni makubwa sana, hata kwa yule ambaye hayakiri kimoyoni, anakiri kwamba haya yamefanywa na mtu mwenye utu, mtu mwenye utu ambaye anahuruma uliopitiliza. Tuendeleni kumwombea mama dua ndizo zitafanya mama yetu abaki salama na Mwenyezi Mungu aendelee kumwona hatuna wasiwasi kwamba yeye kuwa katika nafasi ile ni Mungu alimteua mama huyu kwa sababu anayo yafanya mingine yako nje ya uwezo wa mwanadamu kwayo tayari kuna mkono wa Mwenyezi na Mwenyezi Mungu akiwapenda na waletea kiongozi mwema atakayowafanyia mema kwa hiyo tunawahimiza wengine pia katika njia ya kumwombea mama yetu, wenye uwezo uwe mdogo wakati na mkubwa pia, wafanye mfano wa hili lilofanywa na ndugu zetu kwa ajili ya kumwombea mama yetu na kumuombea nchi yetu kwa ujumla. Asante sana.